Kula pilipili hoho uepuke magonjwa lukuki. Pilipili hoho inapatikana katika mazingira ya Tanzania, yaani maeneo mengi pilipili hoho ipo ya kutosha, lakini bahati mbaya wengi wetu tunaichukulia poa. Hata mama hapo nyumbani asiponunua pilipili hoho, akienda sokoni hakuna anemuuliza, kwa sababu wengi hatujui umuhimu wa pilipili hoho. Ila mama sasa Aende sokoni asahau kununua nyama, lo! balaa zito. Yote kwa yote, fahamu kwamba pilipili hoho huongeza kinga ya mwili kupambana na magonjwa sugu kama vile saratani ya kibofu. Pilipili hoho inasaidia mtu kupata usingizi mzuri, aina haja kumeza dawa ili upate usingizi. Tafuta hii pilipili hoho, kula, gonga safi, utapata usingizi mzuri. Macho yanakusumbua, uoni vizuri? Anza kugonga pilipili pili hoho, yaani hii mboga ukila, utashangaa. Utaona mpaka visivyoonekana tena, bila kukunja macho utaona vyema tu, utokopezakopeza kopeza kama vile mnyogongo. Utaona mpaka visivyoonekana. Juisi ya hoho usaidia kuchuja takataka taka na sumu zilizojaa mwilini. Saga juisi ya hoho, kunywa bila sukari. Hii itakusaidia sana, haina gharama. Juisi ya hoho, nunua hoho, saga alafu gonga tu hivyo hivyo. Kama koo lako linawasha, gonga juisi ya hoho, utashangaa, koo lako litakaa sawa. Juisi ya hoho itakwenda kusafisha koo liwe sawa, sio kila ukikaa tu kikohozi, ukikaa tu kikohozi, huo ni ugonjwa. Kuna wengine akicheka anakohoa, akiongea anakohoa Akikaa tu peke yake anakohoa, gonga juisi ya hoho. Pilipili hoho ni tiba ya ugonjwa wa kutokwa damu puani. Ukianza kula hii pilipili hoho mara kwa mara, usumbufu wa kuona damu zinatoka gafla puani utaondoka. Sio tu meka zako umetulia, unakula vitu vyako, mara damu hizo kwenye pua. Sasa kula pilipili hoho mara kwa mara, ugonjwa wa damu kutoka puani utaondoka, wengine wita ufungunyulo. Pia pilipili hoho itakuweka mbali na tezi dume kwa wanaume. Ndugu zangu, wanaume, tuongeze bidii kula hii kitu. Madhara ya tezi dume ni noma, ukishachinjwa ndiyo basi tena, yaani utaishia kula kwa macho. Hata wenye uzito mkubwa na mafuta kibao mwilini, pilipili hoho inakata. Wewe kula tu pilipili hoho. Pilipili hoho upunguza na kutibu pia maumivu ya mwili, sio lazima umeze panado ya action, umeze painkiller. Gonga hii kitu, pilipili hoho. Utaona unapokula hii kitu damu inakuwa laini na damu inazunguka vyema katika mwili wako bila shida. Oksijeni inasafiri vizuri, ubongo unafanya kazi vizuri na utaanza kufikiri vyema, utaanza kufikiri kama mtu sio kama mwehu. Pilipili hoho huzuia na kuondoa gesi tumboni. Kwa wale wenye matumbo yanayounguruma kama radi, kula pilipili hoho safi kabisa. Kuna watu kikaa nao tu tumbo unguruma, na hii inakera inawaboa sana, yaani umekaa zako tu na washikaji, mara unasikia tumbo linaunguruma, alafu ni muda mrefu. Sasa ndugu yangu, usikubali tumbo lianze kupiga kelele, utadhani chungu cha maharage gonga pilipili pili hoho, hii kero itaondoka. Pili pili hoho inaondoa na kumaliza kabisa ugonjwa wa athma katika mlo wako. Ndugu yangu, usikose pilipili pili hoho, kama una athma itakwenda kuondoka. Ukipenda pika pilipili pili hoho au tafuna ikiwa mbichi, tafuna kama mbuzi freshi tu, mwisho utapona kifua kitaacha kukubana kizembezembe, lakini hakikisha iyo pilipili hoho haijapigwa dawa e. Ukila yenye dawa ikiwa mbichi, changamoto ndugu yangu. Hakikisha unakula ikiwa salama, sio imepigwa dawa. Leo kesho wewe unakula utapata changamoto zingine. Hata wale wenye choo kigumu muda mrefu unakaa toileti huko, ndugu yangu, gonga pilipili hoho, choo kigumu hautakipata, choo kigumu kitaondoka. Pilipili hoho inasaidia kushusha presha ya kupanda. Presha ikipanda tu gonga pilipili hoho, usigonge kitunguu saumu. Aa, gonga pilipili hoho, tafuna hii kitu, utaona maajabu yake. Hata mmeng'enyo wa chakula pilipili hoho inasaidia. Sio unakula asubuhi unakuja kusikia njia usiku, huo ni ugonjwa. Gonga pilipili hoho, husaidia mmeng'enyo wa chakula. Hata ukiwa na mood mbaya Uko na stress, uko na hasira, uko na kisirani yaani, yani hapa na pale, una kisirani, una nuna, tafuna pilipili pili hoho, hapo hapo kisirani, mood mbaya, hasira vitakwenda kuondoka, utakaa fresh kabisa. Uko na mume anakusumbua sumbua muda wote, ana jazba muda wote, yuko na hasira, mpikie pilipili pili hoho mara kwa mara, atakaa sawa. Hayo ndiyo maajabu ya pilipili pili hoho.